Uh, hizi unazoziona hapa zinaitwa ndulele, sijajua maanake, mara nyingi sana inakuaga na lugha za, za, za, za kikabila, sijajua kwenye kabila lenu mnaziiteje. Sasa uh, ukiachana na faida kubwa ambayo hizi ndulele, haya matunda ambayo unayaona yanayo, kwa kuku nadhani hapa Kingo Farm tulishawahi kueleza, lakini pia kuna faida kubwa ambayo utaipata kutoka kwenye haya majani. Sasa kwenye hii video ninakwenda kukuelekeza Ha, majani ya ndulele yana faida gani kwa kuku wako? na kama utatumia vizuri basi yatakuletea mabadiliko makubwa. Na uzuri wa haya majani ni majani fulani ambayo yanapatikana maeneo mengi, alafu pia ni majani ambayo yanapatikana tu polini, kwa hiyo hayana gharama yoyote ile. Nadhani maeneo mengi sana haya majani yapo, hata wewe ambaye unatazama hii video eh, kuna picha inakujia, kuna sehemu umeshawahi kukutana na haya majani. Kwa hiyo uwe makini kunisikiliza kwenye hii video mpaka mwisho, ili uweze kujua vizuri kabisa namna ambavyo aa, haya majani yatakusaidia kwenye ufugaji wa kuku, lakini pia nitakueleza ni namna gani unaweza ukachanganya e, haya majani, maanake yana njia mbili, unaweza ukachanganya kwenye chakula, lakini pia unaweza ukawapa kwenye maji, na sitaishia hapo tu, lakini pia Nita, hii ni tiba nzuri sana ya minyoo, lakini aa, haitibu minyoo ukiwapatia kuku wako yenyewe kama yenyewe. Sisi pia hapa shambani tumesha wajaribu. Uh, yenyewe kama yenyewe ili tutibie minyoo hatukupata matokeo, lakini kuna mmea eh, mwingine ukiuchanganya kwenye haya majani unatibu vizuri sana minyoo, uh, kuliko vile ambavyo ungetumia labda dawa za dukani na vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo muhimu, kanisikiliza eh, mpaka mwisho kwenye hii video ili uweze kunufaika na vitu vyote hivyo, na mwanzo kabisa, ngoja nianzie hapa. Uh, huu mmea una utajiri wa virutubisho, kwanza kabisa, wa madini na madini ambayo, uh, haya majani yanao ni calcium, phosphorus na iron. Nitakwambia haya ma madini yana umuhimu mkubwa sana kwenye ufugaji wa kuku, lakini pia eh, haya majani yana vitamini yana vitamini A na vitamini C ambayo ina umuhimu mkubwa sana kwenye ufugaji wa kuku. Kwa hiyo uh, ndulele ni majani yake ni kitu muhimu sana endapo utawapatia e, kuku wako, lakini kuna vitu muhimu kabisa. Kabla sijakwambia faida yake, inatakiwa uvizingatie endapo unatumia huu mmea um, namaanisha majani yake haya. Kwanza kabisa tambua kwamba huu mmea ni mchungu, ni mchungu sana huu mmea. Kwa hiyo usiwape kuku kwa kiasi kikubwa, na namna ambavyo tunawapatiaga kuku kwa mfano ni tiba ya siku tatu, tunasemaga unaanza kuwapa kidogo kidogo, yani unaanza kuwapa kipimo kidogo, baadaye unaongeza mpaka unafikia kipimo sahihi ambacho nitakutajia hapa kwenye hiyo siku ya tatu. Na endapo haya majani utayachemsha kwanza, utaweza kupunguza ule ukali ule uchungu ambao wanayo, endapo kuku watakunywa au utawawekea kwenye maji. Lakini pia utambue kwamba unapo E, chemsha e, kidogo, unapunguza asilimia ya ufanisi. Itakuwa na ufanisi, lakini utapunguza kidogo, kwa sababu utakuwa umefanya nini? Umechemsha e, kuchemsha. Lengo lako kubwa ni kwamba unapunguza e, makali. A, sasa haya majani yana umuhimu gani kwa kuku? Kwanza kabisa Uh, haya ma, ma, ma, majani yanaimarisha ganda la mayai nadhani. Uh, wengi mnaofuga mna kuku wenu wanataga, huwa mnaona kuna muda mwingine mayai yanakuwa malaini au wanataga kuku mayai ambayo hayana ganda kabisa. Uh, lakini pia inaimarisha mifupa ya kuku, hasa kwa broiler kwa mfano. Uh, kuna muda mwingine unakuta broiler wanashindwa kutembea. Unaona sisi broiler wetu walivyo imara humu. Uh, kuna banda jingine ukienda unakuta broiler hata kusimama kwao unakuwa ni mtihani. Kwa hiyo endapo utawapatia e, haya majani basi utakuwa umeimarisha hayo, na pia kuimarisha kinga za, za, za mwili wa kuku, hivyo kuwafanya kuku asiweze kupata magonjwa kiurahisi, lakini pia aa, kwa kuku kwa mfano wa broiler inaimarisha ubora wa nyama unajua. E, moja ya tatizo kubwa sana la watumiaji wa broiler huwa hawalipendi, ni namna ambavyo nyama ya broiler ilivyo. Kwa mfano sisi tunatumia tiba za asili aa, hata ukimchukua hapa broiler ukaenda kumchinja ukamla, utaona utofauti na broiler ambao ume, umezoea ambao mara nyingi sana wanatumia virutubisho na vitu vya madukani kwa asilimia kubwa jamani. Aa, sisi hapa shambani kwetu tunatumia tiba za asili kwa zaidi ya asilimia tisini na tano tunatumia tiba za asili kwa zaidi ya asilimia tisini na tano. Pia tunatumia tiba nyingine kama virutubisho kwao, kuna namna ambayo tunatumia. Sio kila kitu tu unatumia, lazima uwe na maelekezo. Na sisi hii tumeifanyia utafiti kwa muda mrefu, tulipojiridhisha, ndio maana tumekuwa eh, tukitumia sana hizi tiba za asili uh, hiyo ikapelekea tukaandika na hiki kitabu cha tiba za asili . Hizi tiba ambazo tumeziandika kwenye hiki kitabu zina ubora na ufanisi wa hali ya juu sana. Kwa wale ambao wamenunua hiki kitabu wamekitumia, nadhani wameona. Hiki kitabu bwana, kinauzwa shilingi elfu kumi. Tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Ni kitabu fulani ambacho kipo vizuri sana yaani, kama kuku wako hawatagi vizuri e, kuna namna ambayo utasoma humu, kuna virutubisho ukiwapatia hawa kuku, basi itakusaidia ita sana, kuku wako watataga vizuri sana. Lakini pia ni jambo zuri sana kama utajiunga na kundi, yani kiujumla wafugaji, kitu ambacho nakwambia wewe, labda ambayo unafikiria kuanza kufuga e, fanya kitu kimoja e, kwa mfano unafuga labda broiler hapa utahitaji vitabu viwili cha ufugaji wa broiler Aa, lakini pia utahitaji kitabu cha tiba za asili. Pia utajiunga na, na kundi letu utapata package nzuri sana ninaamini ndani ya hii miezi miwili ambayo utakuwa kwenye kundi letu na hivi vitabu unavyo, utabadilisha e, utabadilika kwa hatua kubwa sana kwenye ufugaji. Aa, kitu kizuri tunao e, wafugaji ambao wamefanikiwa kabisa. Kwa mfano kuna huyu mfugaji yupo kwenye kundi letu hapo, alikuwa akieleza namna ambavyo alifanikiwa kuwalea hawa kuku wake ndani ya siku ishirini na mbili. Huyu bwana alichukua kitabu cha ufugaji wa broiler, lakini pia akachukua na kitabu cha e, tiba za asili, kwa sababu yeye anafuga broiler ndani ya siku ishirini na mbili alifanikiwa kabisa kuwauza kuku wake, na unaweza ukaona hapo, kama ukipozi anasema alitumia tu tiba za asili wala hakuangaika na tiba za... Ah, uh, kwa hiyo unaweza ukaona ukajifunza namna ambavyo uh, ukijiunga na kundi letu la WhatsApp. Lakini pia ukipata vitabu hivyo viwili utaweza kufaidika aa, kwenye ufugaji. Sasa tukiendelea na tiba yetu hapa aa, kuna namna ambayo unaweza ukaitumia, uka, uka, uka. Sasa namna ya kwanza kabisa ni kwenye maji aa, kwenye maji utachukua majani, utachukua majani ya wastani, kwa mfano unayoyaona hapa. Ah, hayo unayoyaona hapo utachukua majani tano. Haya majani tano utayaosha vizuri, kisha utayaweka kwenye maji lita kumi. Hapo kama utachukua majani yenyewe kama yenyewe, lakini ah, kwa mfano unataka labda uchemshe kwanza E, na usichemshe akachemka sana, kidogo tu uchemshe. Itatakiwa uchukue majani kumi. Kama unachemsha, chukua majani kumi yaweke kwenye maji lita kumi, na kama unataka kuna wale ambao wanataka kuchanganyia kwenye chakula, itatakiwa haya majani uyaanike kwenye kivuli, yani yakauke yawe na ukijani wake, utwange. Nadhani huwa tunaelekeza vizuri kabisa e, hapa kwenye hii channel, namna ambavyo unaweza ukahifadhi haya majani, ukiyaweka kwenye jua la asubuhi, jua la jioni, ukayaweka kwenye kivuli, yakakauka vizuri kabisa, na yani yasiwe ya, ya, ya kaki ya baki na huu kijani, lakini yawe yamekauka, ukayatwanga vizuri, ukawa katika poda. Basi kwenye e, kijiko kimoja utakuwa unaweka kwenye chakula chakijiko kijiko hiki, kijiko cha chakula utakuwa unachukua kijiko kimoja cha dawa. E, unaweka kwenye chakula kilo kumi. Kwa hiyo kama chakula ni kilo ishirini basi unaweka vijiko viwili. Hakikisha unachanganya vizuri ndipo unaenda kuwapatia kuku wako. Kwa hiyo itakusaidia sana kwenye vitu kama hivyo hapo na kama aa, majani ambayo uliyatwanga ulikuwa kwanza umeyachemsha afikisha ukayaanika basi hakikisha unaweka vijiko viwili. Yaani unaweka mara mbili. Kijiko tunachotumia hapa ni kijiko chakula. Na wastani wa hii dawa kufanya kazi ni siku tatu mpaka siku tano kama kuku wako wana shida ya homa. Na kama unatumia kama kinga labda a uh, mara moja kwa wiki, sio eh, mbaya. Mara moja moja sana unaitumia hii dawa, sio ya kuitumia kila siku. Na hivi vitu huwa tunaongea sana uh, kwamba namna ambavyo unaweza ukatumia dawa yako na kinga ni tofauti. Ukijiunga na kundi utapata mambo yote haya, lakini pia ni dawa ya minyoo. Niliwaambia kwamba ni dawa ya minyoo. Sasa hii itatakiwa uchanganye na majani ya mpapai, majani matatu ya mpapai kwenye hivyo vipimo nilivyovitaja hapo uta aratibu minyoo vizuri kabisa.